Katika safari ya ukuaji wa mtoto wa kike, mambo tunayomfundisha yanamjengea ujasiri, yanamjengea hekima, yanamjengea busara na yanamfanya aweze kukua katika misingi imara, katika misingi thabiti wazazi walezi, walimu na watu ambao wanagusa maisha ya mtoto wa kike, mbinu tunazotumia kumfundisha mtoto wa kike tuhakikishe kwamba ni mbinu ambazo zitakuwa ni mbinu zinazoweza kumsaidia katika maisha yake. Leo katika Moyo wa Malezi tutazungumzia mbinu tano ndogo ndogo ambazo mzazi, mlezi au mwalimu anaweza akazitumia nyumbani, shuleni na mahali popote kuhakikisha kwamba anamfundisha mtoto wa kike ili huyo mtoto wa kike kesho aweze kuwa aweze kuwa msichana mwema, aweze kuwa raia mwema ambaye ana uwezo wa kuwajibika, ana uwezo wa kujitegemea na ana uwezo wa kupambana na maisha harisi ambayo yanamzunguka. Mimi ninaitwa Muhere madam. Kama bado hauja subscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii nzima. Karibu na tuanze. Mbinu ya kwanza: Tumia lugha ya kumsifia kiuharisia, ambayo hii tunaita specific praise. Badala ya kumwambia mtoto hongera, mwambie umejitahidi sana kupanga vitu vyako, umejitahidi sana kuweka vizuri vitabu vyako, umejitahidi sana kufanya jambo fulani. Mbinu hii inamsaidia mtoto kuona kwamba amefanya bidii, inamsaidia mtoto kuona kwamba anafanya vizuri kwa kile ambacho anakifanya, na hii mbinu inampa mtoto kujiamini, inampa mtoto moyo, inamfanya aone kwamba anaweza. Kwa hiyo tumia mbinu ya kumsifia kwenye uhalisia, kwenye vile vitu ambavyo amevifanya. Yani, msifie uhalisia wa vitendo vile ambavyo amevifanya. Mbinu ya pili, fundisha kwa mifano, hii tunaita modeling. Mtoto wa kike anajifunza zaidi kwa anayemwona kuliko anayemwambia. Yaani unasema tu mtoto wa kike anajifunza kwa vitendo kwa kukutazama wewe. Mtoto wa kike anaweza kaangalia tabia yako, upole, heshima, mwenendo wako, akajifunza bila hata wewe kumlazimisha. Kwa hiyo jinsi tunavyoenenda, jinsi tunavyotenda, watoto wa kike wanakuwa wanatuangalia sana jinsi ambavyo tunafanya na wenyewe wanaiga hivyo. Kwa sababu mtoto wa kike anajifunza zaidi kwa kutazama, yani anaangalia vile vitendo vyako. Kwa hiyo tuwe na matendo mema ili tuweze kuwafundisha watoto. Hiyo ni njia nzuri sana ya kumfundisha mtoto kwa hiari tu bila kumlazimisha. Njia ya tatu, tumia hadithi fupi zenye mafundisho. Hadithi zina nguvu, hadithi zinavutia usikivu. Unapokuwa unamfundisha mtoto wa kike, tumia hadithi. Tumia hata hadithi za wanawake waliofanikiwa, watu ambao wamefanya vizuri kwenye maisha, watu ambao walishadondoka katika maisha na wakanyanyuka, yani unakuwa unamwonyesha mifano hai hapo unakuwa umemfundisha na atakuwa anakusikiliza kwa sababu utakuwa unatumia njia ya masimulizi. Unakuwa unamsimulia, unamwambia, hata kama ni hadithi za wanawake unamwambia hapo zamani za kale alikuwapo mwanamke, alifanya hivi na hivi na hivi. Au kuna mwanamke kwenye kitabu fulani alifanya moja, mbili, tatu. Hivyo unakuwa unamfundisha kwa hadithi. Hiyo ni njia nzuri sana ambayo inavuta usikivu, mtoto anakaa tayari kwa kusikiliza na anaweza kujifunza kwa urahisi. Mbinu ya nne Mpe majukumu madogo yanayolingana na umri wake. Mpe majukumu kama kutandika kitanda, kupanga vyombo kabatini, kufagia, kuosha vyombo, yani yale madogo madogo ambayo yanalingana na umri wake. Hapo unakuwa unamfundisha uwajibikaji, na pia mfundishe kulea wadogo zake, kukaa karibu na wadogo zake, kuwasaidia, labda kama wana kazi za shuleni wanafanya zile homework, yeye anawasaidia. Hiyo inamfundisha utu na inamfanya awe na upendo . Hapo atajifunza kuwapenda watu wengine na kujipenda yeye mwenyewe. Hii ni mbinu ambayo inamfundisha utu. Mbinu ya tano, ungana naye kwenye mazungumzo ya kila siku. Muulize maswali madogo madogo, kwa mfano, leo umejifunza nini? Siku ya leo kipi kimekufurahisha? Nini kimekukwaza siku ya leo? Mazungumzo madogo madogo kama hayo yanamfungua mtoto aweze kujieleza. Hapo unamjengea uwezo wa kujieleza, na pia unamjengea ule uwezo wa kuweza kuwasiliana na watu wengine unapokuwa unajadiliana naye. Wazazi wengi mara nyingi wanakuwa wanapuuzia hiki kitu wakiona kama ni kitu kidogo sana, bila kujua kwamba kuzungumza na mtoto wako, kumpa nafasi ya kukaa naye karibu na kujadiliana naye mambo madogo madogo, kunaweza kumfungua hata akakwambia vile ambavyo vinakuwa vimemkwaza, vile vile ambavyo ambavyo anakuwa amefurahia, na hata mwake, na hata hauvijui, lakini viko kwenye moyo wake, anafunguka na kukuambia. Hiyo ni mbinu ya kujenga ukaribu na mtoto wa kike. Kila msichana anayelelewa vizuri leo anabeba ndani yake nafsi ya mwanamke mwema kesho. Jinsi tunavyowalea watoto wetu wa kike, jinsi tunavyowasimamia, jinsi tunavyowaongoza, jinsi tunavyotumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanavuka, ndivyo hapo tunapotengeneza taifa bora, taifa imara lenye wanawake wazuri, lenye wanawake ambao watatengeneza kizazi kizuri cha kesho. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, na huo ndio moyo wa malezi. Usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Tukutane tena kwenye kipindi kingine kinachofuata. Mungu akubariki.